Wee, unataka niongee na mabiharusi wote jamani. We kama ni biharusi mtarajiwa, njoo hapa nataka ujifunze kitu. Asalamu alaikum, vipenzi, leo nikiwa namchora biharusi wangu. Jamani, kwanza kabisa biharusi wangu katoka Temeke, imagine katoka Temeke, kanifata Goba na alisha ni book kama si miezi miwili nyuma, basi mmoja akaniambia yeye ana shughuli yake, na leo amefika, akachagua mehndi design, na hapo nikawa namchora. Hayo ni mapenzi ya dhati, vipenzi vyangu. Kwanza kabisa, unapokuwa na shughuli yako, fanya chaguo sahihi, usiweke watu wakakuharibia shughuli, chagua mwenyewe mtu ambaye unahitaji kwenda ku pata kwake huduma na ukaridhika, na mteja wangu alichagua mehindi design. Na design yake aliochagua ua lake likuwa linaishia kama hivi mnavyoona hapo, lakini kwa kuwa yeye alikuwa amesha niambia mimi ukweli kwamba yeye ni biharusi, nikaona nimwongeze kidogo ili apendeze uh, zaidi, na kama mnavyoona ua likawa kama hivyo. Jamani, hiyo ndo faida ya kuwa unasema ukweli unakipata zaidi ambacho wewe ulichokuwa unakitarajia. Sijui ni kwa sababu gani, mkiwa mnakuja kuchora mnataka kuchora simple, lakini ukienda kufanya makeup unafanya makeup ya laki mbili ama hata ya laki tano. Jamani vipenzi, unapokuwa na shughuli yako usijibanie pesa, pendeza. Hiyo ni siku yako na haitojirudia tena. Karibuni sana, mpendeze vipenzi vyangu.